Nilipokuwa nikitoa unabii palikuwa na, na, mm -hmm. na, mm. na mshindo mkuu, natazama, mm. tetemeko la nchi mm. na ile mifupa ikisogeleana, mifupa kwa mifupa mienzie Mhm. Mm. nikatazama, kumbe kulikuwa na mifupa juu yake nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwepo pumzi mm -hmm. ndani yake. Nisikilize mtumishi wa Mungu yeah. Mungu huwa anatoa miujiza kwa vituo. Mungu huwa atoe vitu moja kwa moja. Naudia tena, Mungu huwa anatoa miujiza kwa nini? Kwa vituo. Mungu anamwambia, anamwambia Abrahamu toka katika uhuru wa Kaldayo Iye. na uende sehemu nitakayo kuonyesha. Mungu anamwambia toka Iye. Uende sehemu nitakayo kuonyesha, lakini amwonyeshe anaenda wapi? Unanielewa watumishi wa Mungu? Amen. Mungu anamwelekeza utakapochukua hatua moja ya kutoka kwenda kwenye hatua nyingine ambayo uh -huh. Mungu amekwambia utoke hapo ulipo uende sehemu nyingine, Mungu ndipo anapoanza kukusaidia zaidi uh -huh. Sasa naomba nisikilize kwa makini sana, wengine uh -huh. Shetani huwa anachilia roho ya uoga ndani yenu uh -huh. uoga wa kujaribu, uoga wa kuthubutu uh -huh. Unaona, kuna jambo unataka kulifanya unaliona kama ni kubwa sana yes. na hauwezi ukalifikia uh -huh. Unaona kama ni kubwa sana siwezi hata kuthubutu uh -huh. Nisikilize mtumishi wa Mungu, kama hauta hata kuogopa utaendelea kukaa hapo hapo. Siku zote utakaposema kwamba okay, Mungu umeniambia mimi nifanye kitu fulani, lakini mimi sijui kama itawezekana. Nikiangalia mfukoni sina kitu, nikiangalia mimi sina connection, nikiangalia mimi sina watu wa kunisaidia, lakini Mungu, ninafanya kwa sababu ninakuamini wewe, ndio unaniambia. Unapochukua moyo wa imani, unapochukua hatua ya imani, Mungu anakupa hatua nyingine. Bwana, Bwana Yesu, kama ungeendelea. Yesu asifiwe sana, kama unanichapia Mungu makofi zaidi. Ninataka nikwambie nisikilize. Hatua ya kwanza imani huwa inamfanya Mungu aweze kutenda kwenye maisha yako kwa namna kubwa sana. Unanielewa? Usipoweza kujifunza, usipojifunza kuchukua hatua ya kwanza. Hebu sema hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza. Sema hatua ya kwanza. Biblia inasema kwamba Mungu akaongea na Musa kutoka katika kijiti kilichokuwa kinawaka bila kuteketea. Lakini Biblia inasema kwamba Musa akageuka aliposikia kama kuna kijiji, kama kuna kijiti kinateketea nyuma yake. Biblia inasema kwamba Musa akasema ngoja nigeuke niangalie maono haya. Biblia inasema kwamba alipogeuka Mungu akasema na Musa kutoka katika kijiti kicho kwa kinachokaribia kuteketea, toa viatu vyako maana mahali hapa ni patakatifu. Mungu asingeweza kusema na Musa kama asingechukua hatua ya kugeuka kwanza. Kumbe kama unapoendelea katika muujiza wako lazima ujifunze kugeuka kwanza. Geuka kwenye hayo unayoyafanya, geuka kutoka kwenye kazi unayoifanya. Mungu anaweza kama kuonyesha picha kubwa sana ndani yako. Mungu anaweza kama kuleta maono makubwa sana ndani yako, lakini kwa sababu tu unakosa hatua ya imani, unakosa ile hatua ya kudhubutu ya kwamba anza kufanya hivi, unashindwa kwenda pale unapoenda. Bwana Yesu asiwe sana. Nazungumza na mtu mmoja ambaye anataka anze kufanya biashara, lakini anaona hana mtaji. Inazungumza na mtu mmoja ambaye anataka anataka kufanya huduma, lakini anaona hana kitu cha kuanzia. Nazungumza na mtu ambaye Mungu anamsemesha vitu vikubwa ndani yake, lakini hana hatua ya kuanza kufanya, na excuse yake ni kwamba Mungu, mimi sina vitu. Chukua hatua ya imani, afu anza. nilikuwa na mtumishi wa Mungu hapa mwaka 2021 mtumishi wa Mungu hapa Tulikuwa nimekaa naye, tulikuwa tuko kule Gongo la Mboto tunamuomba Mungu 2021 yes, yes. nikali naongea na kaka ndio, yes. tukawa tunasema, kaka, tuna maono ndani yetu ya kwamba tunataka tuje kufanya tuje kumtumikia Mungu, hakuna TikTok hakuna nini hapa, yes. tunajiunga popote, tuna ndani yetu, tuna maono kwamba tunataka tumtumikie Mungu, yes. lakini tunaanzaje kufanya? Mbona mbona kaka, hatuna kitu chochote? yes. Hatuna speaker, yes. hatuna kinanda, yes. hatuna maiki, yes. hatuna mtu hata mmoja. Yes. Tunaanzaje kufanya kazi ya Mungu? Yes. Kaka kanambia kitu kimoja kanambia, unajua, unajua unajua nini papa, twende tukafanye, tumwamini Mungu aliyeweka maono ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo neno ambalo kaka siwezi kusahau ni nambia 2021, akanambia kwamba unajua nini papa, twende tukafanye kazi ya Mungu, hata kama tuna tuna kitu chochote, Mungu aliyetuita atatusaidia. Akanambia kwa sababu tunafanya kwa ajili ya Mungu na sio wanadamu. Mungu, hata akija mtu mmoja tutamhubiria, wewe huyo, hata asipokuja mtu yote, tutahubiria hata madama, hata madam madam tutahubiria hata viti, akanambia kaka, Mungu chochote. Akanambia, kaka unajua, nika akasema, mimi kaka, mimi naanza shauri yako mwanzo. Akaingia TikTok akaanza kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia mimi naanza shauri yako, utanikuta mimi niko mimi nimeshakutangulia. Nikamwambia sawa kaka. Akaanza kufanya, akaanza kuhudumia watu, watu wakawa wanamtukana, wengine wanamwambia matusi ajabu, wengine wanamwambia muuni. Kuna kipindi tukaanza kuingia naye live, wakawa wanamwambia nyie akina falipu pa walikuwa wanatukana matusi ya nguoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unafanya huduma za mitandaoni unaweza ukajua, ila kama ufanyi <laughs> kwa sababu hapa watu hawawezi kutukana kwa sababu wanaogopa watashangaliwa. Tusifanye makongamano? Kwa nini watu wasibarikiwe? Kwa nini hawa watu tusiwakusanye? Tuweze kuwaleta pamoja. Mungu aweze kufanya kitu. Akanambia, papa umesema kweli. Nikasema sitamsubiri aanze kama alivyoanza kipindi kile. Nikasema kaka pamoja. Bwana <laughs> Yesu asifiwe sana sana. Niigundua, niigundua kitu ambacho mwenzangu anachokiweza ni hatua ya imani. Na sio kama nilikuwa simuombi Mungu, nilikuwa namuomba Mungu vizuri. Na sio kama nilikuwa na imani, nilikuwa na imani kubwa sana. Lakini nilikuwa na imani baada ya kuona wengine wamefanya nini? Wameshaanza tayari wamepiga hatua. Naambia kaka sasa Mike, kaka hata Mike akamwambia papa, una sauti? kambia sauti nao, kambia twende. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachozungumza hapa ni kuhusiana na hatua moja ya imani. Jifunze ku, kudhubutu. Kudhubutu, yes. Jifunze kuanza kufanya, yes. Usiseme kama mimi sina hichi, sina hichi, sina hichi. Sasa ehe, lini utakipata? Anza kufanyia hapo uliponapo, kutokea hapo Mungu atakuongeza kupeleka sehemu nyingine yeah. Unataka kuanza kufanya kitu cha ujasiriamali anzia hapo hapo yes. Unataka, ulako, taka kuanza kufanya biashara anzia hapo hapo yes. Mungu anamuuliza Musa, mikononi mwako na nini? Musa anamwambia na fimbo. Anamwambia kutumia hiyo fimbo utaenda kuokoa wana wa Israeli. Musa anasema kwamba, Mungu mimi sina Farao na mabomu Farao na mishale, Farao na magari ya farasi, Farao na magari ya vita. Mungu kupitia hivi akamwambia, a uh a -huh. Musa, kijana wangu, hicho ndio kitu ambacho uko nacho sasa hivi ni nacho, kupitia hicho hicho kitu utaokoa na Israeli. ikaa kama utani, fimbo ya Musa ikabadilika kuwa nini? Kuwa nyoka. Fimbo ya Musa ikagawa bahari ya Shamu, ikawa ikawa ika, huku ukuta na huku ukuta, kapita katikati, kupitia fimbo nini? Fimbo ya Musa. Musa akamuuliza kwamba Mungu, alinaisha kwa tafakari ndani yake kwamba ikitokea sina fimbo itakuwaaje? Akamwambia, una nini mkononi mwako? Akamwambia, nina mkono. Akamwambia, weka ndani. Akaweka, ukatoka, ukatokea mkono na ukoma. Ndio, kwa sababu ukoma ni kipindi kile, kwani ni ugonjwa ambao ulikuwa unasumbua sana katika taifa la Misri. Akamwambia, nenda na, nenda na kwa ishara hiyo. Weka mkono, toa, utakuta ukoma. Weka mkono, toa, utakuta mkono umepona. Kwa nini huyu Mungu anamwambia kwamba Musa, hata ikitokea kama hauna kitu katika mikono yako, mikono yako na yenyewe ni kitu cha kukupa muujiza wako. Siku ile inawezekana una Mungu na 200 siku ile, lakini inawezekana una 50 hapo, hapo, ulipo. Anza napo, hapo, hapo kwa sana. Yesu hapa. Hicho hicho licho nacho nacho anza nacho, wakopo, ulipo. Yeah. Musa baadhi za mjane na Elisha? Yeah. Elisha anamwambia kwamba anakuja mjane anamwambia kwamba bwana mtumishi wako ame, ame, ametuachia madeni amekufa, ni mtumishi wa wa Mungu amekufa, ameacha madeni, mke wake wake na watoto wake wanahangaika. Wana kama yeah. msomaji wa Biblia unaweza kujua. Yeah. Anamfuata Elisha, anamwambia, Elisha anamwambia anamwambia mama, una nini? wa yanguwatmadeni wamechuua kila kitu ndani <coughs> okay, ndani yako akwambimndaniyaona vyombo vyakutosha, akambmtumshwgu na akamwambia, nenda kwa majirani wengine kaazime mapipa kaazime vikombe. Alafu saan alautavyazima vyote t pamoja na familia yako, maana mpokee miujiza. Kuna kuna maana kubwa, kwa nini niwaambia kwamba mjifungie ndani. Yaani, wewe ukiona shida yako ukiona naona kwamba Mungu ameanza kufanya muujiza kidogo, eti Mungu amekusa, amekusaidia, umenunua kapikipiki bado hajakupa gari, tayari umeshaka post mtandao mzima unajua kumbe kilikuwa ni kipimo hicho. Yes. Sasa Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, ndipo yule mama mjane akaanza akachukua akaita familia yake, Yes. Akaenda kuazima mpaka vyombo kwa majirani, Yes. Akaviweka ndani. Yes. Alipoviweka ndani akaanza kumimina mafuta kwenye vile vyombo. Yes. Biblia inasema kwamba vyombo havikutosha. Yes. Vyombo havikutosha mafuta yalikata, yali, yali mafuta yalisha kutoka mpaka pale vyombo vilivyoisha. Yes. Kumbe anatufundisha nini katika maisha yetu? Yes. Kwamba muujiza Mungu ataacha kuachilia muujiza au ataacha kupunguza muujiza. Yaani Mungu anakupa muujiza kutokana na kiasi chako cha kubeba ulichonacho. Ndio. Yes. Mungu akupe muujiza Kile kiwango cha kumbeba ulio nao. Kama unataka muujiza mkubwa, basi anza kufanya maandalizi sasa hivi. Kama unataka Mungu akusaidie kwenye kitu fulani, basi anza kufunga, anza kuomba. Kama unataka Mungu afanye hivi, nakumbuka tulikuwa watumishi watatu, ilikuwa mimi kaka na mtumishi mmoja. Zamani kidogo tuko kule tukasema mtumishi wa Mungu tufunge. Tumefunga wawili. Mwenzetu mwenzetu akawa ametoka nje ya nyumba.